Kuna mambo mengi tunayoyafanya kila siku bila hata kutambua kuwa akili zetu zinaongozwa na kanuni za kisaikolojia. Binadamu wengi hawafanyi maamuzi kwa akili pekee, bali hisia, mazoea na misukumo ya ndani ya akili ndio inayoamua mara nyingi. Leo nitakushirikisha mbinu za kisaikolojia zinazofanya kazi karibu kila wakati. Ukizielewa na kuzitumia kwa busara, zinaweza kuboresha mawasiliano yako, mahusiano yako, biashara yako na hata mtazamo wako binafsi. Endelea kunisikiliza hadi mwisho, kwa sababu baadhi ya mbinu hizi hutumiwa dhidi yetu kila siku bila hata sisi kutambua. Lakini kama ni mara yako ya kwanza kujiunga na chaneli yetu ya Elikhan Mtz, karibu sana na usahau kusubscribe. Mbinu ya kwanza ni kumtaja mtu kwa jina lake. Kila binadamu ana uhusiano wa kipekee na jina lake. Jina si tu neno rahisi, bali ni sehemu ya utambulisho wa kihisia. Akili hupokea ishara ya kuthaminiwa mara moja mtu anapotajwa jina lake. Hii huunda hisia ya ukaribu na kuaminiana bila kutumia maneno mengi. Sababu ni kwamba ubongo umejengwa kuthamini watu wanaotutambua. Wakati mtu anaposikia jina lake sehemu ya ubongo inayoongoza hisia za heshima na usalama inawashwa. Akili hupokea ujumbe kwamba mtu anayekutaja ni wa kuaminika na ni rafiki wa karibu. Mfano ni kama ukiwa kwenye kikao cha kazi na ukasema, Amina, tafadhali fikiria pendekezo hili. Kutaja jina lake hakutoi tu heshima, bali huongeza uwezekano kwamba atazingatia pendekezo lako kwa umakini zaidi. Mbinu hii ni rahisi lakini yenye nguvu, na inaweza kutumika kwenye biashara, familia, urafiki na hata kwenye mahusiano. Mbinu ya pili ni kukaa kimya baada ya kuuliza swali muhimu. Ukimsikiliza mtu na kumuuliza swali lenye uzito, kukaa kimya kunamlazimisha akili yake kujaza pengo hilo. Mara nyingi mtu atazungumza zaidi, atatoa maelezo zaidi na hata atakubali jambo alilokuwa amesita kusema. Mfano ni kama unamuuliza mfanyakazi Je, unaona mpango huu unawezekana? Kisha unakaa kimya kwa sekunde chache. Mara nyingi atatoa maelezo zaidi ya yale unayotarajia. Ukimya huu ukitumiwa kwa busara, ni mbinu yenye nguvu sana ya kupata maelezo ya kweli. Mbinu ya tatu ni lugha ya mwili inayoonyesha makubaliano. Binadamu huiga kile wanachokiona Wakati unaelezea jambo huku ukitikisa kichwa kidogo au kuonyesha ishara za kukubaliana, mtu anayesikiliza huanza kuanisha mawazo yake na yako bila hata kutambua. Mfano ni kama unapokuwa unazungumzia mradi fulani na kutikisa kidogo kichwa kwa ishara ya kukubali na kusema hii itasaidia timu yetu yote, mtu anayesikiliza mara nyingi atongana na mawazo yako hata kama mwanzoni alikuwa na mashaka. Lugha ya mwili mara nyingi huathiri maamuzi zaidi ya maneno. Mbinu ya nne ni kuanza na ombi dogo. Akili ya binadamu hupendelea kuwa na msimamo. Unapomwomba mtu jambo dogo na akalikubali, huanza kujijengea ndani yake mtazamo kwamba yeye ni msaada kwako. Baadaye ukileta ombi kubwa zaidi, atakuwa tayari zaidi kulikubali. Mfano ni kama unapomwomba rafiki akusaidie kununua kikombe cha chai au kinywaji, kabla ya kumwomba msaada mkubwa zaidi kama kununua chakula au vitu vingine. Mara nyingi atakubali msaada mdogo kwa fulani, na baadaye atakuwa tayari kusaidia zaidi bila kusita. Mbinu ya tano ni kutoa sababu kabla ya ombi. Binadamu hupokea maamuzi kwa urahisi zaidi anapopewa sababu. Neno kwa sababu linapowekwa, hata kama sababu ni ndogo, hupunguza upinzani wa akili. Mfano, badala ya kusema naomba unisaidie kazi hii, sema naomba unisaidie kazi hii kwa sababu itarahisisha muda wetu wote. Akili hupokea sababu hiyo kwa urahisi, na mara nyingi mtu huguswa kushirikiana bila kupinga. Mbinu ya sita ni kurudia maneno ya mwisho ya msemaji. Unaporudia maneno ya mwisho ya mtu kama swali, unamfanya ajisikie umemsikiliza kwa makini. Na akiona umemsikiliza kwa makini, hufungua mawazo yake na kuelezea hisia zake kwa undani zaidi. Mfano ni kama unamsikiliza mwanafunzi akisema, sijui kama nitakuwa tayari kwa mtihani wa kesho, na wewe unasema kwa kuuliza swali, sijui kama utakuwa tayari kwa mtihani wa kesho? Mara moja mmoja, mwanafunzi huyo atajisikia kusikilizwa, anaanza kuelezea wasiwasi wasi wake, sehemu alizoshindwa kuelewa na mipango yake ya kujiandaa. Hiyo mfanya afunguke na kushirikiana kwa uwazi zaidi, na mara nyingi hutoa maelezo ya kina zaidi zaidi ya yale aliyoanza ya kuyasema. Mbinu ya saba ni kuanzisha mazungumzo kwa hisia nzuri. Hisia huambukiza. Kuanzisha mazungumzo kwa tabasamu au sauti yenye utulivu huleta hali hiyo kwa mtu mwingine. Mfano ni kama unapokutana na mteja au rafiki na kuanza kwa kicheko kidogo au maneno ya upendo kama vile kusema nimefurahi kukuona leo, au habari leo, upo vizuri. Njia hii huondoa mvutano wa awali na tahadhari za mwanzo, inamfanya mtu ajisikie huru na huunda mazingira mazuri ya mazungumzo. Wakati mtu anapokuwa huru na kujisikia kupokelewa huwa tayari kushirikiana na kuelezea mawazo yake kwa uwazi na kushirikiana kwa ushirikiano mzuri. Hii ni mbinu yenye nguvu kwa sababu mara nyingi hisia za mwanzo za wasiwasi au hofu ndogo huweza kuharibu mazungumzo yote, lakini ukianza kwa kicheko au maneno mazuri unahakikisha hali ya mazungumzo inakuwa nzuri kutoka mwanzo. Mbinu ya nane ni kutoa machaguo badala ya swali la ndio au hapana. Badala ya kumuuliza mtu swali unayompa nafasi ya kusema hapana, mpe machaguo mawili yanayomwelekeza kwenye hatua unayotaka. Mfano, badala ya kusema tutafanya leo, sema tufanye leo au kesho. Akili tayari imekubali kushiriki, kinachobaki ni kuchagua njia na muda. Mbinu ya tisa ni mkao na sauti huunda taswira. Namna unavyokaa, kusimama na kutumia sauti yako huwasilisha ujumbe hata kabla hujaanza kuzungumza. Mkao ulionyooka na sauti ya kujiamini huashiria nguvu ya mtazamo wako na amani ya ndani, huku ukionyesha kuwa wewe ni mtu wa kuaminika na unayejua unachokifanya. Mfano ni kama mwalimu akisimama mbele ya darasa akizungumza kwa sauti ya kujiamini na kutumia ishara ndogo za mikono kuelezea hoja zake. Wanafunzi wanaposhuhudia jinsi anavyoongea na mkao wake wa kujiamini, huanza kumheshimu na kumsikiza kwa makini bila haja ya maelezo mengi zaidi. Mbinu ya kumi ni kusikiliza zaidi kuliko kuongea. Watu wengi hawahitaji kusahihishwa, wanahitaji kusikilizwa. Ukimpa mtu nafasi ya kuelezea mawazo yake bila kumkatiza, anakuona kama mtu wa kuaminika na waheshima. Mfano, ni kama unapokuwa na mteja au mfanyakazi kwenye ofisi na anaelezea mashaka yake kuhusu mradi au kazi fulani. Wakati unapomsikiliza kwa makini na kumwonyesha kuwa unamwelewa, kwa kile anachokisema hujifungua na kuelezea kwa kina changamoto zake, mawazo yake na hata mapendekezo yake ya jinsi ya kufanya mambo vizuri. Hii huunda uhusiano wa imani na maelewano haraka na mara nyingi hufanya maamuzi kuwa rahisi na yenye tija. Mbinu hizi za kisaikolojia sio za kulazimisha watu, bali ni za kuelewa namna akili ya binadamu inafanya kazi, na unapozitumia kwa nia njema zitakusaidia kujenga mahusiano bora, kuwasiliana vizuri na watu na kuishi vizuri na watu. Iwapo umefaidika na somo hili, bonyeza kitufe cha like kisha subscribe kwenye chaneli yetu ya Elikhan TV na share video hii kwa wengine ili nao pia wajifunze. Asante sana kwa kuwa nami kuanzia mwanzo hadi mwisho wa kipindi hichi. Nikutakie siku njema. Bye bye, na karibu tena kwenye kipindi kinachofuata.